Kinachotakiwa ni waheshimiwa madiwani kuendelea kuweka mkazo katika yale ambayo tunakubaliana na yale ambayo tunaazimia kupitia kikao chetu. Katika utangulizi, nimeona Mlimba namna ambavyo mnafanya vizuri katika miaka mitano, mfululizo mmepata hati safi ni mafanikio makubwa. Na mimi toka tumeanza, mkuu wa mkoa, trendi tunayoenda nayo ni nzuri. Kila halmashauri inafanya kwa sehemu yake, lakini wanajitahidi kufanya vizuri, na hii naiona leo Mlimba tena, halmashauri ya nne tunafanya vizuri, na ndiyo nikasema jana tutengeneze uniformity hii kwa kweli, kwa halmashauri zote tufanye hivi na tuwe na trendi hii katika miaka yote, kuendelea kufanya vizuri. Lakini mafanikio haya yanakuja pale ambapo sisi tuliopewa dhamana ya kusimamia halmashauri hizi tukaendelea kusimama katika nafasi zetu tukakaa katika nafasi zetu na kweli tukafiti katika nafasi zetu, na wakati mwingine ni namna ambavyo kabla ya mkaguzi sisi wenyewe jicho letu linatizama na kuchukua hatua za haraka, kuji kujikagua sisi wenyewe. Tunaweza tukajikagua kabla hatujakaguliwa. Yako mambo ambayo tukifanya haraka kwa maana ya kuchukua hatua yatatusaidia sana. na lazima tuchukue hatua wakati wote, kukumbushana. Management ikumbushwe kupitia vikao vya madiwani. masala ni leo, ninasikia sina, sina uhakika na hichi ninachokisikia, lakini inaambiwa Mlimba kuna hela za asilimia za wanawake vijana na walemavu, ni kwa muda sasa azizatoka na wanasema pesa zipo sasa. Kama kweli haya yapo na pesa ipo na hawajapewa vijana walemavu na watoto na walemavu, hii inaweza ikawa ile anayosema mkuu wa mkoa wa ajali za kujitakia. Kwa <coughs> hiyo lazima wakati wote tuchukue hatua za haraka kutoruhusu hoja ambazo hazina sababu hizo ajali za kujitakia hazina sababu. Tunasikia kelele kwamba kuna posho za wenye viti wa vijiji na vitongoji hazilipwi. Zinaweza, zinaweza zikawa hoja za kujitakia na tukalazimika kukaa hapa usiku kucha kwa mambo ambayo tulikuwa tuna, tuna, tuna tunawajibika kutekeleza tukamkuta, tunampa mkuu wa mkoa kazi kubwa isiyo na sababu, tukawaleta watu kutoka CAG bila sababu. Tusiluhusu hoja za kujitakia.